Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update kuhusiana na kitu ambacho kimehappen huko mtandaoni. Unaambiwa kwamba bwana Rita amecharuka kwelikweli na amechangamka haswa e. Tumeona kuna video hizi ambazo zinamuonyesha mwanadada huyu akiwa yuko kwenye gari akiwa naimba nyimbo mbalimbali eh bwana, ameimba nyimbo ya Nandy, ameimba nyimbo za wasanii tofauti tofauti, lakini yote haya ni kama vile maj... vijembe vinaendelea kwenda kwa Zuchu, lakini pia ameonekana kama vile kwa namna moja au nyingine anasherekea kinachoendelea kwa sababu, kwa sasa hivi watu wengi sana wanasema kwamba katika huu mpambano wa Rita na Zuchu, Rita ndiyo ameibuka kidedea. Unaona bwana, kwa hiyo Rita yuko na amani kweli kweli. Sasa basi kuna peji mbalimbali zimeripoti hapa zikiwa zinamuonyesha huyu bidada Rita akiwa anaimba nyimbo tofauti tofauti kwenye gari. Kwa mfano hapo kuna peji imeandika kwamba mwanadada mrembo Rita ameshare video akiwa anaimba kionjo cha nyimbo mpya ya Nandi, nyimbo ambayo bado haijatoka rasmi, hali iliyopelekea kuhusishwa kama vile kumjibu mwanamuziki Zuchu, ambapo amekuwa kwenye mvutano naye wa maneno ya kurushiana vijembe. Umeona bwana, lakini pia peji nyingine imekuja na yenyewe pia kuripoti kuhusiana na the same thing ambacho kinaendelea kumhusu bibi Rita na Zuchu. Eh, wameandika kwamba bwana, hapa wenye D mbili ndio wataelewa. Umeona bwana, kuna peji nyingine wamekuja wameripoti hivyo kwamba ukiwa na D mbili bwana utaelewa kinachoendelea. Umeona haya, kuna peji nyingine hapa wamekuja wamesema bwana, kuna watu pahala, kuna watu walikuwa wakijadili e kuhusiana na sakata la Zuchu na Diamond pamoja na Rita, na wakasema kwamba Rita anatakiwa atumie muda huu vizuri kujitengeneza kiuchumi kwa kuanzisha biashara yoyote ile ili apate pesa, ili apate pesa zaidi, maana kiki ya kuondoka nayo mjini anayo. Haya, lakini pia kitu kingine ambacho kimekuja kuhappen bwana ni kwamba